Unaweza kusema kuwa hali inazidi kuwa mbaya zaidi, kwani mauaji ya watu hao yanafanyika wakati huu, shirika la afya duniani WHO likieleza kuwa watu zaidi ya milioni mbili wanakabiliwa na njaa pamoja na ukosefu wa huduma za kibinadamu ikiwemo huduma za afya. Ni zaidi ya miezi miwili sasa tangu Israeli izuie kabisa upelekwaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya Gaza, hali ambayo inaleta maumivu kwa wananchi, wakiwemo watoto wanaonekana kuathirika. Kauli ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya kuanza kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza kuanzia leo huenda ikafufua matumaini ya wananchi wanaotaabika na kukosa chakula pamoja na huduma nyingine. Netanyahu amesema kuwa wanachukua uamuzi huo kurejesha misaada katika baadhi ya maeneo kwa sababu za kidiplomasia, kwa kuangalia hali halisi katika maeneo husika huku shirika la misaada la kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA likisema limeomba Israeli ipeleke misaada Gaza na kukusini kusini mwa Gaza. Jeshi la Israeli limetangaza hali ya dharura katika jiji la Khan Yunis na kuwataka wananchi kuondoka kabisa, kabla mashambulizi mapya yaanza ya mashambulizi mapya hayajaanza, ambayo yamesababisha mauaji ya watu wa zaidi ya 50. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, licha ya kulegeza kamba kwenye upelekaji wa misaada ya kibinadamu katika eneo la Gaza, amesema majeshi yake yataendeleza mashambulizi na kuhakikisha wanadhibiti kabisa maeneo yote. Hata hivyo, kauli ya Netanyahu ya kutaka kuiweka kwenye himaya yake Gaza imepingwa vikali na baadhi ya mataifa ikiwemo Sweden ambayo imelaani mpango huo wa Israel na kusema kwamba ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Abu Yusuf, Azam News.